Napenda kuhimiza wanataaluma kuweka mkazo katika tafiti zinazoitwa tafiti tumizi, kwa Kihehe tena inaitwa applied research. Katika taifa letu zinahitajika sana tafiti zinazolenga kukabiliana na changamoto zilizopo katika jamii na hususan teknolojia duni na tija ndogo katika sekta za uzalishaji. Lakini pia tunahitaji tafiti tumizi upande wa magonjwa ya binadamu, mimea na mifugo, lakini vilevile namna ya kupambana na uharibifu wa mazingira. Lakini tunazo changamoto nyingine katika jamii yetu ambayo ni pamoja na uongozi maslahi. Badala ya viongozi kujali maslahi ya wanyonge na walio wengi, basi wanajali maslahi ya matumbo yao. Tunazo changamoto za siasa chafu, ukatili dhidi ya wanawake na watoto, tuna changamoto za rushwa na kadhalika. Kwa hiyo naomba kuwahimiza wahadhiri pamoja na wanafunzi kujielekeza katika kufanya tafiti zitakazotoa majibu ya changamoto kama hizo. Aidha, ni muhimu pia kwa wanazuoni na wanataaluma kufanya uchambuzi na kujihusisha na mijadala mbalimbali ya kitaifa kwa lengo la kuelimisha jamii na kusaidia utatuzi wa changamoto kwa kipindi cha muda mfupi, muda wa kati, na muda mrefu. Na ni mifano michache ni pamoja na kutoa mawazo na ushauri kwa Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi ambayo inaendelea kufanya kazi hivi sasa, lakini pia katika ukamilishwaji wa dira mpya ya taifa letu, dira ya mwaka 2050.